Bwana Yesu asifiwe tena. Wewe ndio mali hapa? Kuna, kuna mtu wako wa na pesa nyingi. Mbona baba imani sana? Bwana Yesu asifiwe. Unapoomba nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yasijua ni kuchanga moto bali yanapitia kuna. Haleluya. Oh Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sitakuwa mrefu sana mimi. Wacha nikaweza kukaribisha mtumishi wa Mungu atulishe neno. Wale simu nyingine ni Pastor Praise.

Jirani yako mwambie, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jiwe walilokataa wa sasa nimekuwa jiwe la pembeni. Kweli mimi nikushukuru Mungu, ninasema ni asante yale ametenda ndani yangu, siwezi sema. Kama mlivyosikia Pastor Praise, kama kawaida, tukiwa chini ya Baba John Mama Monica, tukiwa tunawakilisha mahali hapa haleluya. Yesu asifiwe, yeah. yeah. Sitakuwa mrefu sana maana kwa sababu ya wakati tunakimbia kimbia, tuka muda mfupi kila madaika ishirini, tukiangalia kitabu ni cha Wafalme wa Pili, tutaanzia pale ishirini. Tuamini ni kwa ajili ya neno. Asante Ebenezer, mfalme wa amani, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, hakika Baba tumefika katika hekalu lako mahali hapa, ni kwa ajili yako maana ya ni siku yako ya Sabato au umetukusanya, Mungu wangu wa mbinguni. Hatukujileta wenyewe bali ni Yesu ulitotopetla na umetuelekeza mahali hapa. Acha Mungu wangu kawe pamoja nasi na usi. Mungu wangu lika tuongoze, lika tufunza Mungu Yesu penali. Tena baba mtumishi wako nikiwa katika madhabahu haya matakatifu. Acha Mungu wangu nikanene yaliyo yako na yali yote nguyote yakazidi kuparamoka. Utukufu wako kuzidi kusimama mpaka kwa kondoo zako. Baba ukatawale mwenyewe kwa maana wewe ni mfalme. Asante Mungu wa mbingu na nchi, kupitia jina la mwana wa Yesu Kristo, mfalme wangu, baba yangu, nimeomba sote na hata. Kwa Bwana Yesu asifiwe, amen. Tutaenda tu haraka haraka, msomaji utusomee. Najua hata sande sukulu wamesema kitu mahali hapa mahali hapa akasema, usione mimi ni mdogo, nimesimama hapa ukanidharau hiyo kitu imenigusa sana, maana roho anayetawala mahali hapa ni huyo yeah. na na na na na na roho mmoja anayefanya na Sunday, siku nyingine nafanya na Pastor Praise, huyo huyo ndiye amekuwa na mama maoni, huyo atakena mazibaa yeah, atakuwa na nani mahali hapa. Unapomdharau mtoto, amedharau yule roho anayekuhudumia mahali hapa. Hii nafikiri imesikika, tuendelee maji tuanzie moja Amen. Kitabu ni ufalme uf Wafalme wa Pili 20 kuanzia moja, nasema: Siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa. Siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa. Wangapi yeah, wanapenda kufa? Jamaa yeah, wapendi kufa kweli. Kila nafsi lazima itaonja mauti. Baadaye upige pindu kama kokoto utadunda kama Yesu Kristo mwenyewe, ambaye tunamwambia ni Mungu, na yeye alionja sebuse. Wewe hatuna taupijia hapo hapo, tuendelee kidogo hapo, amen. Isaya nabii mwana wa Mozi akamjia akamwambia Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Maana mm -hmm. Bwana Yesu asifiwe, yeah. Mtumishi wa Mungu ametumwa kwako, amekuja kwa Daudi Ame Daudi Daud. Tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa, yeah. Hapo upige makofi, maana ugei Mtumishi wa Mungu ametumwa kwa Hezekia, anamwambia tengeneza maneno ya nyumba yako, maana utakufa. Hezekia, huu ugonjwa utaenda maana Isaya ametumwa na Mungu, ina kumwambia Hezekia siku zake zimepii. Lakini manabii wa Lakin uongo watakwambia utakufa kesho, hata anatumaini juzijuzi tu tunaambia dunia haya sijui tarehe ngapi itaisha. Bado tunakula sima, tunakula sima. Akajigeuza ukutani huko nakisaka Bwana. Akajigeuza ukutani, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa, kumbuka sasa kwenda mbele zako katika yeah, kweli na kwa moyo mkamilifu yeah, yeah, na kutenda yaliyo mema machoni pako yeah. Ezekia kalia sana sana. Bwana Yesu asifiwe, yeah. natumaini mnaona faida hapa, kuenda mbele za Bwana kwa kweli na haki. Unaweza kumlilia Mungu, kumwambia Baba, kumbuka hili Baba, nimekutolea katika madabaru yako yale, kumbuka hii. Nimekuwa na ombezi mahali pale. Baba, takumbusha nini Mungu? maana kue kuna faida unapopenda kazi ya Mungu. Hiyo kazi yako unayoifanya usifanye kwa ulegevu, ifanye hiki kamilifu sana <totitikis> maa kuna uwe uwe uwe na ja, maana kuna faida mbele. Hezekia akamlilia Bwana, kumbuka haya ninayokutendea katika nyumba yako takatifu. Je, o na mimi tutamkumbusha nini Bwana? Mimi nasema ninacho cha kumkumbusha Mungu, maana nimefikisha Yerusalemu kwenye unaiona sasa Wkati aa no, na, Mungu na, anaopongeza anavotenda jambo ni yeye ametenda, wewe umekuwa tu kama chombo, lakini una jambo ya kumkumbusha maana, si uwezoenu kufikisha yumba baadya, ni yeye mwenyewe ametenda katika nyumba yake, lakini ametukunia kama zo kama jombo, una sababu ya kumkumbusha Mungu, maana watoto wai Mungu ni wagonjwa wa hmm, yeah, unapomkumbusha Mungu anatenda. Jana najua kuna watu amekumbusha wa Mungu mahali hapa na Mungu ametenda. Kuna mama alikuja akatuimbia hapa, kuna baba hata machozi alikuja akaterereka hapa, anaendelea kumkumbusha Mungu hapa. Na Mungu wa kuna watu tumemkumbusha wa Mungu naye Mungu kwa sababu ya kazi tumefanya anaendele anatusawazisha ana tunzawisha ana nyoyo zenu tunapomshauri. Asante kwa kushukuru. Aendelee ansomaje? Amen. Mhm. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, mm. neno la Bwana likamjia kusema, mm -hmm. "Rudi ukamwambie Ezekia, mkuu mm -hmm. wa Mungu wa watu wangu." Eh. Bwana kwa Daudi baba yako. Anasema uh -huh. hivi. Eh, uh, anasemaje? Nimesikia maombi yako. Na ku, na kuyaona machozi yako. Tazama. Uh -huh. Nitakuponya. Siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Bwana leo sasa sisi. Mungu anamwambia Isaya, rudi kwa Ezekia na mwambie nimeyaona machozi. ji nikumbushi Ezekia alichotenda katika madhabahu ya Mungu akiwa na yeye, ni mtumishi wa Mungu imeana machoze mwanangu, mimi sikudanganyi Lia hata chochote mbele za Mungu, kwa maana unamtendea kazi Mungu chochote kinachokupata manie Mungu na tatena, yeah. iinakwambia wazi tu makumbushe Mungu kwa nini wenanini, kwa nini, kwa nini Mungu? Hakika kutatokezea njia maana yeye ana njia i, maana Yesu asifiwe, amen. Endelea kusomaje. Uh -huh. Nitazidisha siku zako. Uh -huh. Nitazidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano itakuok nitakuokoa wewe, nita wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru nami nitaulinda mji huu huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe, una maneno mazito ya Mungu, anasema atakuponya, atakuombelea hiyo tatizo ulilo nalo na familia. Kuna maneno asubuhi zilivyosema mahali hapo, anasema nitakuwa pamoja nao, watapigana nao lakini hawake kushinda, kwa maana Mungu atakuwa pamoja. Hata sasa amegapa yeye mwenyewe kwamba nitakuwa pamoja nao na nitakuwa yangu yeye Mungu. Sasa hakika sisi wanadamu, Mungu alitupenda sana, sijui ni kwa sababu gani na hatuna faida kwa Mungu sisi. Mimi sioni faida yetu kwa Mungu, kani tunapatia Mungu. Hata hizo kupatiwa sheria kuu, hizo sheria kumi hazina faida kwa Mungu, ni faida kwetu sisi. kuna sheria za dunia, unaweza kuta mtu ni dereva kabisa. Akienda polisi anapeleka pole pole maana ameona traffic. Wacha kuja traffic. Na hiyo sheria ya barabarani ni kwa ajili ya usalama wake. Lakini yeye ndiye hajali. Atakapopita hapo anaogopa polisi. Tena anaogopa maisha yako na yapatia polisi. Just imagine. Wewe umeangalia sheria. Lakini ukiona wewe ma manji, traffic unaenda pole pole, unaenda na heshima. Ukipita hapo sena, si kwa ajili ya huyo, ni maisha yako. Hivyo hivyo ndivyo zilivyo sheria za Mungu, ni kwa ajili ya maisha yetu, si kwa ajili ya Mungu. Usifanye hiki ni kwa manufaa yako wewe mwanadamu. Mungu azifanye njema, lakini utakuta hizo sheria

uwaanze kuwapenda hawa. mm -hmm. Tumalizie na ndugu zetu waliomba sana, hakika Mungu atakuwa pamoja nasi. Anasemekana mzazi ni mungu wako wa pili. Sasa kama mzazi wako mungu wako wa pili humpendi, idui wa kwanza unampenda kweli? Sinaona huo ni mungu ajiendani wa shampena Mungu maana ninawaambia, ii mano na Mungu, ninasema kwamba Yesu Kristo alisema kwamba mimi nitaishi ndani yako na yeye pamoja na baba yake. So utakuwa na watu wangapi ndani yako? tuseme watatu, maana kuna Kristo, kuna Mungu, kuna roho wa Mungu. Lakini ujue hizi zede, huyu Mungu na roho wa Mungu wanabeba na Yesu Kristo. So Yesu Kristo atakapokubali Mungu, hana shaka, yuko ndani yako yes. na Yesu Kristo akitoka ndani yako Mungu ashatoka, haiwezi kuwa na Mungu hauna ha Yesu, io ie, haiwezi kuwa na roho bila Yesu, hiyo haiwezekana. Yes. Yesu atakapokaa ndani yako, haya wengine utakuwa ndani yako na Yesu, atakapomoka ndani yako hauna chochote Mana wewe, maana Yesu Kristo anasema, "Man, Baba anaishi ndani yangu." So, atakapoingia yeye ndani yako, ameingia na Baba yake. Na atakapotoka Yesu, Mungu ametoka. Amen. Malizia. Yes. Na Isaya kasema hmm. Taeni mkate wa tini. Taeni mkate wa tini. Wakautoa. Uh-huh. Wakaweka juu ya jipu. Ay, akapona. Endelea. Ezekia akamwambia Isaya, Je, hmm, utakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya? utakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya? Endelea. nami siku ya tatu eh, nitapanda nyumbani kwa Bwana, nitaenda nyumbani kwa Bwana nikiwa mzima. Endelea. Isaya akamwambia eh, Jambo hili uh -huh. litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana, kwa uh -huh. ya kwamba uh -huh. Bwana atalifanya neno hilo alilolinena. uh -huh. Je, kivuli kiendelee uh -huh. madaraja kumi uh -huh. au kirudi nyuma madaraja kumi? Kivuli kiendelee madaraja, maana hapo kulikuwa ni ukingo. Mwisho. Je, hapo kivuli kianzie hapo kuendelea madaraja kumi ama nikiregesho nyuma nio kiakimalizia tena mahali hapa, kiregesho nyuma madaraja kumi ndipo janza tena huo kiakimalizia mahali hapo. Sijui mnalielewa hapa Bwana Mungu, kuna mahali unaenda unafika mwisho, hapo ndio mwisho. This is so uwezi vuka mpaka nimekupatia miaka kumi na mitano urejesho tena, ukienda ukimalizia kidogo, kama watanielewa. Hezekia akajibu ni jambo jepesi, jepesi kabisa kivuli kuendelea madaraja kumi, hicho kivuli na kirudi nyuma, kirudi nyuma madaraja kumi madaraja ya kumi. Madaraja ambayo kilikuwa kimeshuka uh -huh. katika madaraja ya Ahazi, yeah. Yani, kilikuwa kimefika tamati, sasa kirejeshwe nyuma. Isaya akamlilia Bwana

wachani kutafuta mambo mengine. Anasema tafutani ufalme wangu kwanza, haya mambo mengine hata sishughulike nayo, ni ndoa jana nayo mikaza jana, wewe tafute Bwana tu, haya mengine anajua mwanangu anahitaji. Aaa, situbarikiwe kuamoza kwa jina la